Kawaida daktari we machukua pesa zako. Huu ni mdarasini wa unga, huu ni mdarasini wa unga, hii ni cinnamon. Ukimwambia cinnamon, anakuuliza cinnamon ndio nini? Mdarasini wa unga, mdarasini huu unauona, kwa pesa zako zisikupite mkononi. Pesa zako ziwe za maana, kwenye begi lako, kwenye mkoba wako, penye unaweka pesa zako, sio kwa simu. Upaswi kukosa cinnamon iwe ya unga, iwe ya mdarasini, wananiliwa majani, iwe kajiti kama mdarasini, lakini usikose mdarasini kwa waleti yako, inavuta pesa, inavuta pesa. Pesa zoezi zikakosa kwa mkono wako. Wewe kama una bishi, toka kwa peji ya wewe. Kama unakubali kifane, kufanya ni bure, jaribu ni bure. Hey, sio by force. Wewe ukiona uviwezi, pita. Lakini wewe kama unaona unaweza, tufanyie hivi. Walei, kwa mkoba wako hakutaisha pesa. Lakini wewe unakuta Januari, kijanuari mpaka utumie zile za mshahara, zikiisha na wewe unakauka. Ukaeni sana. Okay.